CWT, wajibu na haki. Hili ndilo kusanyiko kubwa kwa kanda zetu, tukafikiri sisi ambao tunajiita wapya kabisa, na ndivyo tulivyo kwa Chama cha Walimu Tanzania kwa maana ya kwamba tumechaguliwa na walimu katika kipindi cha mwaka 2025 hata 2030 tumekubali kuwa wapya kabisa hata kama baadhi yetu tumekuwa tukiwa viongozi katika kipindi cha awamu nyingine zilizopita, lakini sasa tunasema walimu wametukubali sisi katika kipindi hiki cha miaka mitano ishirini na tano hata thelathini, kwao tunakuwa watu wapya. Sasa watu wapya namna hii japo mambo tumejiuliza je, walimu wataiona CWT kama jicho na tumaini lao katika awamu hii? Tumejiuliza hiyo, lakini tumejiuliza, serikali na jamii ya Watanzania itaona walimu kama mojawapo ya watu muhimu katika kuleta maendeleo ya taifa hili. Sasa hayo maswali yanatufanya tuwe na mna ile ina inayoweza kuleta matumaini kwa watanzania lakini kwa serikali itakayokuwa inaongoza walimu pamoja na nchi yetu katika kipindi hiki cha 25 hata 30 tunataka kutembea vizuri mno katika awamu hii ambayo tumepewa kama watu hapa hawajui niseme mimi leo hapa kwamba wewe ni sehemu yetu wewe Mheshimiwa mgeni rasmi, umetokana na sisi. Asiyejua ajue kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa chama cha walimu mkoa wa Geita. Sasa makofi hayo yanaonyesha aina ya uzuri ulionao na kazi uliofanya nzuri katika chama chetu hata kufikia hapo ulipofikia, Mheshimiwa mgeni rasmi. Niseme machache nisiendelee, naweza kusema mengi sana. Risala yetu of course, imetangulia hiyo ni risala yetu, na katika kipindi chote ambacho uh, umekuwepo madarakani, lakini katika awamu yote hii ya sita, of course, kila zama ina mambo yake, lakini tumeuona uzuri mno ule wa kusema na kutenda na kuahidi na kutekeleza, tumeuona Ha, walimu hatuwezi kuwa mojawapo ya kundi linaloweza likafikiri kinyume na serikali hii ambayo tumetembea nayo, hata hapo leo tunavyokwenda. Haiwezekani hata kwa mwalimu wa ajabu sana. Yapo mambo yanaweza yakafanyika, lakini kuna mtu huwa anafikiri. Baba wa Taifa alisema ukitaka kumsaidia Mtanzania yeyote katika nchi hii ili aweze kuondokana na umaskini wake somesha mtoto wake. Na sasa ukisema so, kusomesha mtoto wake maanake mtoto anapita kwa walimu. Kumbe sisi hapa ni wajenzi wa taifa, misha mgeni rasmi, sisi ni wajenzi wa taifa, na kwa wakati wote tungekuwa tunatamani kuona na mwalimu anatamani kuona kuna kakitu fulani kanaingia mfukoni mwake binafsi. Kwa awamu hii kwa madaraja hayo na mambo kadha wa kadha ambayo yamefanyika, mwalimu ameona kitu fulani kimeingia mfukoni mwake ambacho kuwezekana katika wakati mwingine wowote hakuweza kupatikana. Kwa hiyo tunashukuru, tunashukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya mambo makubwa kwa walimu.